Uh, hello wadau wetu wa KingoFarm. Uh, leo tutaangalia uh, faida kuu tatu za unga wa mkaa kwa kuku. Uh, nitarudia hii mada ya faida kuu tatu za unga wa mkaa kwa kuku kwa sababu ya maswali mbalimbali ambayo tumekuwa tukiulizwa kwenye comment, lakini pia ambayo tumekuwa tukiulizwa sana kwenye magrupu ya WhatsApp. Unga wa mkaa tunaoutumia hapa hapa Uh, tunazungumzia ule unga wa mkaa mkaa huu, huu ambao tunautumia kwenye chakula. Sasa huwa tunapata maswali mengi sana. Je, ni mkaa gani utumike? Wengine wanauliza labda ule mkaa ambao unapatikana baada ya kutumia kuni au ule mkaa ambao unachomwa alafu unaenda kuwekwa kwenye jiko la mkaa. Huwa wanauliza ni mkaa upi. Nikianza na kujibu maswali kama hayo, basi, uh, hapo kwenye mkaa kwa wale ambao wanauliza ni mkaa upi. Mkaa tunaoutumia ni ule mkaa mweu Usi kabisa, ule wenye rangi nyeusi kabisa. Achana na huu ambao umeshawaka baada ya kuweka kuni, ambao umeshawaka huwa unakuwa ni mlaini kama jivu uki pasua unakuwa laini sana kama jivu, achana na mkaa huo. Mkaa tunaozungumzia hapa ni ule mkaa ambao unachomwa, alafu unaenda kutumiwa kwenye jiko la mkaa, ule mweusi kabisa, mkaa piu ambao haujawaka, ndo mkaa ambao tunaozungumzia hapa. Ukishawaka mara nyingi huwa tunatumia kama jivu, lakini ule mweusi kabisa ambao umetoka kwenye mti ukachomwa, ndo mkaa ambao tunaozungumzia hapa. Lakini maswali mengine ambayo huwa naulizwa Aa, ni kama huu mkaa pia, ni tunaenda kununua mkaa labda mkaa kama mkaa au tunafanyaje? Na huwa hapa naweza kukujibu, ili kuweza kupunguza gharama, unaweza ukaenda kwa yule muuzaji ukaomba zile chenga za mkaa, labda baada ya kuuza mkaa kuna chenga chenga huwa zinabaki au wewe mwenyewe ukitumia mkaa zile chenga ambazo huwa zinabaki, huwa ndo ni nzuri sana kwa sababu zinasagika kwa urahisi sana, kwa sababu tunachoenda kukitumia ni unga wa mkaa. Na wengine huwa wananiuliza tunautumiaje mkaa Mkaa hatuutumi mkaa wenyewe kama wenyewe, huwa tunauponda au huwa tunausaga, na tunaenda kuutumia ule unga wake. Ule unga wa mkaa ndo huwa tunaenda kuutumia kwa kuku kwa ajili ya kupata vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana kwenye mkaa, ambapo vitu hivyo sasa ndo nitakuelekeza hapo mbele. Niliona kwanza niweke clear, kutokana na maswali mbalimbali ambayo nimekuwa nikiulizwa kuhusu mkaa. Lakini sasa tuendelee kuangalia hizo faida kuu tatu za unga wa mkaa kwa kuku, ambazo kwa ukizitumia uki tumia vizuri unga wa mkaa, basi utaweza kupata hizo faida kuu tatu, au kama una changamoto hizi tatu, basi unaweza kuzitatua kwa kutumia huu unga wa mkaa. Uh, kwanza kabisa unga wa mkaa huwa unasaidia kukinga na kutibu magonjwa mbalimbali mbali ya sasa magonjwa ya bakteria. Uh, unga wa mkaa unatibu minyoo, lakini vilevile vile, unatibu magonjwa ya miharo kama mwaro mweupe unatibiwa vizuri kabisa na unga wa mkaa. Kwa hiyo unga wa mkaa unafanya vizuri sana kwa sababu una kiwango kikubwa sana cha antibakterio kwa kwa hiyo magonjwa yote ambayo yanasababishwa na bakteria unga wa mkaa unaweza uponya na kama unatumia sana unga wa mkaa uh, sasa kwenye chakula au kwenye maji, nadhani utakuwa hauna changamoto kabisa ya minyoo pamoja na hii miharo mieupe. Kama unautumia vizuri huu unga wa mkaa, unakinga lakini vile vile unatibu haya magonjwa vizuri kabisa. Lakini kitu cha pili Uh, unga wa mkaa unasaidia sana kuondoa harufu ya bandani uh, harufu ile ya amonia. Amonia huwa inapatikana kwenye kinyesi cha kuku uh, kama unawafuga kuku wako, unakuta mara nyingi kuku akisha kaa kwa muda fulani, ukienda bandani kunakuwa kuna harufu nzito sana ambayo inawasababishia wa kuku wawe wanapata mafua mara kwa mara. Kwa hiyo uh, unapokutana na changamoto kama hii, basi kwenye kile chakula cha kuku kile huwa unawawekea na unga wa mkaa au kwenye maji yao huwa unaweka unga wa mkaa mara Uh, angalau mara mbili kwa wiki au mara moja kwa wiki kama utaweka kwenye maji, lakini kama utaweka kwenye chakula itakuwa ni vizuri zaidi, kila siku wale chakula ambacho kina unga wa mkaa. Unga wa mkaa unasaidia kwenye mmeng'enyo wa chakula uh, unafanya mmeng'enyo wa chakula uweze kukaa vizuri kabisa. Kwa hiyo kama ukikaa vizuri basi hata kile kinyesi ambacho watajisaidia hawa kuku hakitakuwa na harufu kali. Kwa hiyo kama una hii changamoto pia tumia unga wa mkaa, hasa hasa kwenye chakula chao uwe unaweka na huu unga wa mkaa uwe ili uweze kuzu ya kabisa au kuitoa kabisa hii harufu ya bandani na kuwafanya kuku wako waendelee kuishi vizuri sehemu ambayo ina hewa safi na wasikutane na changamoto ya mafua. Aa, lakini faida kuu ya tatu ya unga wa mkaa Uh, unasaidia sana kuongeza madini mbalimbali mbali kwa kuku. Wa sasa madini ya kasha, haya madini ya kasha mnayozungumzia sana kwa sababu ni muhimu sana kwa kuku. Ni muhimu kwa sababu yanasaidia uh, kuimarisha mifupa, lakini vile vile kwa yule kuku anayetaga yanasaidia, uh, vile vile yanasaidia kutengeneza lile gamba gumu, lile gamba la nje la yai. Uh, lile gamba lile asilimia kubwa limetengenezwa kwa madini ya kasha, na haya madini ya kasha yanapatikana kwenye vitu mbalimbali, lakini mojawapo ya kitu ambacho yanapatikana haya madini kwa wingi ni kwenye unga wa mkaa. Kwa hiyo unapokuwa unawafuga kuku wa mayai hakikisha kwenye chakula chao unaweka na unga wa mkaa. Sio tu kuku wa mayai nao wazungumzia wale layers hapana, hata chotara ambao wanataga au kuku wa kienyeji ambao wanataga. Sasa unapokutana na changamoto ya hawa kuku kutaga mayai ambayo yana gamba laini, au wakitaga mayai basi wanakula yale mayai, hasa hasa lile gamba la nje. Ukiona kuku wako akitaga yai wanakula lile gamba la nje au lile ganda la nje, lile ganda gumu, basi ujue hao kuku wako wana upungufu wa wa madini madini ya ya kashiam ambayo, sasa ili kuweza kuongeza haya madini ya kashiam, unatakiwa uwape unga wa mkaa, ndo utaweza kutatua hili tatizo. Kwa hiyo uwe makini sana unapowafuga hawa kuku, kuwachunguza mara kwa mara, ili uweze kujua wanahitaji kitu gani au wana upungufu wa kitu gani. Hapo ndo tunaona umuhimu wa tatu huu wa unga wa mkaa kwa kuku, kwa sababu ni muhimu sana kwenye kuongeza haya madini. Kwa wale ambao wanatumia fomula zetu za ambazo zinapatikana kwenye vitabu vyetu hivi vya KingoFarm nadhani wanaona kuna sehemu kabisa tumerikomendi watumie unga wa mkaa, na wengi wao wanauliza kwa nini tunatumia unga wa mkaa. Basi nadhani leo utakuwa umepata majibu sahihi kwa nini pale kwenye zile formula zetu tumeweka unga wa mkaa. Wengi wanauliza kwa nini tumeweka unga wa mkaa, hatujaweka chokaa, hatujaweka mifupa. Basi hiyo huwa tunawajibu na wale ambao hawajawahi kubahatika kuuliza, lakini wao wanajiuliza. Basi nadhani leo utakuwa umepata majibu kwa nini pale tunaweka unga wa mkaa. Sisi hatupendelei sana kutumia chokaa. Chokaa sio mbaya, ni nzuri lakini sisi huwa tunatumia kile kipengele, huwa tunaweka unga wa mkaa kwa sababu unga wa mkaa una faida nyingi zaidi ya chokaa, ndio maana huwa pale Tuna vitabu vya chakula ambavyo vinaelekeza namna bora na namna sahihi ya kutengeneza chakula ili uweze kupata matokeo mazuri ambayo umeyakusudia kwa hao kuku pamoja na formula zao za chakula ili uweze kupata matokeo mazuri pia. Tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji hiki. Kinaelekeza hatua zote za kumfuga kuku wa kienyeji, kuanzia anapototoleshwa, anapokulelewa kifaranga mpaka anakuwa mkubwa, pamoja na formula za chakula, booster za asili, chanjo za asili, tiba za asili za kuwapa hawa kuku wa kienyeji, kuanzia wanapototolewa mpaka wanapokuwa wakubwa. Ni kitabu kizuri sana kama wewe mfugaji wa kuku wa kienyeji Kuku wako huwa wanakufa kwa magonjwa, basi hiki kitabu kitakufaa. Pia tuna kitabu cha ufugaji wa broiler. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku, kina tiba zote za asili za kuku. Lakini pia tuna kitabu cha mwongozo maalumu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili, kina ratiba nzima ya kufuga kwa kutumia tiba za asili. Kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia unatumiwa papo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna kundi la mafunzo, ada yake ni shilingi elfu nane tu. Ukilipia unaungwa kwenye kundi, unapata elimu na maswali unataka Uh, pia ukijiunga na ile kundi utaweza kupata ushauri wapi utoe vifaranga uwaleeje. Uh, kwa muda wa miezi miwili unapata mafunzo mazuri kabisa na unafuga vizuri kabisa. Uh, kama unahitaji huduma zetu chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.